Mnamo mwaka 2022 August agast, niliingia mkataba na kampuni inaitwa Raiskoga ambayo iko Buzuruga. Ofisi zake ziko Buzuruga. Kwanza niliingia mkataba wa kusafirisha wafanyakazi kutoka reli ya mwendo kasi SGR kipande cha Isaka Mwanza, kempi yetu ilikuwa Seke. kwa hiyo <coughs> Bwana Rescoga aliingia mkataba na wachina kwa ajili ya kupeleka gari kwa ajili ya kusafirisha nini, kwa kuwa yeye alikuwa hana magari akawa ameingia mkataba sisi kama third party, kwa si tukawa tumetoa magari meitoa magari manne, lakini na ndugu yangu rafiki yangu ambayo tulikuwa tunafanyia kazi mmoja akawa amenibusti, akaongeza magari manne meshimuaaa nio kwa, kwa ajili ya Uh, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kujibu ni kweli kuna amounts ambazo zinadaiwa lakini sio kama tulivyokuwa tukifanya correspondences. Kuna deni ambalo wanatungalaza binafsi, analidai na kuna watu ambao hawakuwa privy kwenye mikataba hiyo walikuwa wakidai moja kwa moja. Kwa hiyo majibu yamekuwa yakienda either way kwa watu wote na kitu ambacho bado tunakutana mpaka sasa, hata hapa leo mbele yako, nilikuwa naongea na bwana na, Tungawaza figi ambazo anataja na figi ambazo kama kampuni tunazia appreciate ni vitu viwili tofauti. Sasa kwa sababu mtweve na hao watu wengine ambao yeye anasema aliingia mkataba on behalf wapo hapo, nimejaribu kumueleza pia hilo swala kwamba tupate muda sisi pamoja na yeye kulidiscuss, ili kwanza, ili tutakapokuwa tumeenda kwenye maridhio sawa, tusipoteze muda wa baraza hili na muda wako Homski mtaalamu wa nimemsikia, lakini anachosema kwamba kwamba kulikuwa kuna correspondence, sisi tumejaribu kutafuta mwafaka nje ya mahakama, nje ya popote, tulienda nyumbani, tuka tumejaribu kumwita, akawame, hapana mkurugenzi mwenyewe <tipa> Eh, yeah. E, nyinyi ninawapeni siku tatu ya kufanya reconciliation, yaani wewe mwanasheria na mkurugenzi, kikao chenu kikae katika kipindi cha siku tatu kutoka leo, mfanye reconciliation kwanza juu ya deni, halafu mkishafikiana juu ya deni yeah. E, mnarudi hapa ili sasa tukubaliane hao mabwana wanalipa lini fedha yenu na kama wao watasema hawajalipwa, tukifuatilia SGR kama wana madai yao yoyote, ofisi yangu itaandika barua kwa SGR kwamba fedha kiasi fulani kinachodaiwa mabwana kilipwe kwenye mkataba namba fulani ambao nyinyi mmeandikishana. Kwa hiyo siku tatu hizi mkafanye reconciliation, na mkurugenzi awepo katika hiyo reconciliation, na wale wote waliohusika kwenye huo mkataba wawepo, ili mkubaliane amount ya fedha mnazodaiana. Kama ukiniambia kwamba hamwezi kukaa wenyewe, e, mwanasheria wangu anaweza kuwaiteni nyie mkakaa naye kwa niaba ya ofisi yetu hii ili mfanye hiyo reconciliation. Nimekubaliana sahihi, Komba, kuka, pamoja, na mawazo sahihi kwamba baada ya siku tatu tukae pamoja ili tujaribu kwa sheria. Umeisikia? Hakikisha mkurugenzi na wewe mwanasheria na yeye mnakaa pamoja kisha fanya reconciliation, njooni na karatasi yenu hapa baada ya siku tatu. Tunashukuru mheshimiwa. Yangu nimefika mahali hapa mbele yako mheshimiwa. Mimi ni fundi upande wa vinyago vya chuma. Nimekuja kwa ajili ya kwako, kwa ajili ya kuomba kama kuna uwezekano kuingizwa kwenye mfumo wa tenda za serikali, au kwa namna ya ushauri mwingine utakaoona mheshimiwa. Nae, sasa afisa biashara kakae naye, kuna mambo ambayo anatakiwa yaelewe kuhusiana na tenda za serikali. Kwa hiyo afisa biashara wa jiji kakae naye eh, huyu vizuri uone nini. Kuna mabustani yenu mazuri tu hapa mnaweza mkaboresha. Unajua tatizo lenu nyinyi watu wa jiji mnataka mambo yale yale ya kizamani. Kwa hiyo mnaweza mkakaa na watu kama hawa mkaangalia namna ya kuboresha bustani zenu kufanya jiji liwe na mvuto. Eh, kwayo, kwa hiyo kwa gharama nafuu. Kwa hiyo kakaeni naye huyu, muone nini mnachoweza kufanya naye au kumshauri katika biashara yake, si ndo kazi ya maafisa biashara hmm? Aya tu, tuendelee. Francis Goroso, eneo lake limetwaliwa kupisha mradi. Tunakiri kupokea barua yako, yani ya mkuu wa mkoa. Tunapenda kukufahamisha kwamba wakati wa zoezi la uthamini mmiliki wa eneo hilo hakutambuliwa na viongozi wala majirani hivyo wathamini wakachukua taarifa za eneo hilo pamoja na jengo lisilokamilifu. Baadaye mwishoni mwa mwaka 2024, aliyedai kwamba ni mmiliki alijitokeza. Baada ya kuthibitishwa umiliki wake, zoezi lililofuata la uthamini na uhakiki wa ndani lilifanyika mwezi wa Oktoba, ndipo bwana Francis Koroso Boke naye alihakikiwa na maafisa kutoka wizarani. Baada ya zoezi la uhakiki, TRC iliwasilisha wizarani barua yenye kumbukumbu hiyo hiyo mwaka 25 kuomba fedha za fidia kwa ajili ya ndugu Francis Goroso Boke na wananchi wengine wanne ambao hawakutambulika wakati wa mazoezi ya uthamini. Nakala ya barua imeambatanishwa kwa urahisi. Kwa sasa fedha hizo za fidia bado hazijatolewa kutoka hazina pindi tutakapopokea fedha hizo tutafanya malipo hayo kwa mwananchi kwa uharaka. Tunaomba kuwasilisha, mkurugenzi mkuu wa TRC. Na hii hapa barua kwa katibu mkuu uchukuzi, madai ya ujenzi. Eh, jina lako lipo hapa, imeshapelekwa serikalini wanasubiri. Eh, tena iko hapa bwana Koroso, shilingi milioni tisa laki sita arobaini na nne elfu kiasi cha fidia bwana, umesikia ma, ma, ma, hoja zako hapo. Mimi nimesikia mm-hmm. Alafu kweli wamenye hakiki mwezi wa kumi, lakini walichokuwa wanadai ni hakiki, wamesha hakiki. Mimi nimeshindwa kuelewa, watu wote walishalipa, mimi nimebakia kwenye kizima. Wewe si hukupatikana? Mimi nilipatikana wewe ulipatikana kwa kuchelewa wakati wenzio wote walishakuwa wameshafanyiwa tathmini na wizara imeshatoa fedha. Kwa hiyo ukaja baadaye kabisa, akiwa watu wanne. Huyo mkurugenzi mkuu anayelipa sio yeye, TRC inayolipa ni wizara ya uchukuzi. Na hapa ameandika ameweka barua hapa aliyomwandikia katibu mkuu wa uchukuzi kumweleza kwamba watu wanne, nimepokea ripoti ya mkuu wa mkoa wa Mwanza wanadai jumla milioni kumi na tisa. Katibu mkuu wa uchukuzi amewaandikia hazina, ni pendi milioni kumi na tisa ni walipe hawa watu wanne. Sasa swali langu hapo, hata tukijadili muda mrefu jambo hili, bado linatakiwa liwe katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza au jambo hili linatakiwa liwe katika ofisi nyingine? Aha, kwa hiyo hapa wewe unapokuja, mi nasaidia tu mawasiliano lakini wajibu wangu nilisha nishatimiza... Kwa hiyo sisi taarifa zako zote zilishakwenda na majibu yako hapa, na wewe mwenyewe umekiri kwamba unadai kweli kiasi cha fedha wangu ni kutapanywa kwa fedha za kikundi, kutapanywa kwa pesa za kikundi. Za kikundi, ndio. Zimetapanywaje? Zimetapanywa kwa mfumo huu. Nataka tuende vizuri na wajumbe wasikie, Mheshimiwa mkuu wa sikimu, kwa mkoa kikundi chetu mapato yake ni mawili baada ya mavuno. Sasa haya mapato kilichofanyika na huyu ambaye anasimamia bwana Kazimiri Lupimo amedaiveti mapato yote mawili, kwa hiyo kikundi kinakaa bila mapato mpaka sasa naongea na wewe mheshimiwa. amedaiveti kwenda wapi? Ametengeneza mifumo ambayo kuna mtu amelipia leseni ambaye hatuna mkataba naye kama kikundi, anachukua asilimia 50 ya pato la kikundi. huyu mwingine bwana Masanja, huyo tunabaraka naye ana mkataba na na, na deni lake linajulikana milioni mia moja na themanini na mpaka sasa naongea na wewe na mheshimiwa mkuu wa mkoa, tayari kuna tripu zaidi ya themanini ambazo tumemlipa na anaendelea kuchukua mpaka sasa, lakini huyu mwingine hana mkataba, hatujui alilipia shilingi ngapi madini juu yalizo leseni, lakini anachukua hizo asilimia hamsini, mheshimiwa. Hata kama ni mikopo kwa asilimia hizi ni aina gani? Basi nimekuelewa. Sasa sisi tutamtuma DC aite uongozi wote wa uongozi na wanachama, uongozi na wanachama, hata hao wanaoitwa no sio wanachama, waje pale wathibitishe au kutothibitishwa wanachama wao, lakini na mwanasheria wangu hapa atahudhuria hicho kikao, halafu na wataalamu wa madini watahudhuria hicho kikao ili sasa yazungumzwe na baada ya kuzungumza, tutafahamu changamoto iliyopo. Kama DC atakuwa ameweza kuimaliza, itakuwa jambo la heri. Kama itakuwa bado kuna mambo ya kushughulikia, tutahakikisha tumeingilia ili kumaliza huo mgogoro.